Nunua tiketi yako mapema, ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25, na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje hiyo wala wewe usiangalia, kwa sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya, atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi elfu saba ukiangalia mechi zetu zote za CAF mzunguko ilikuwa ni shilingi elfu tano. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko, ni shilingi elfu saba ambayo bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba, tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi elfu ishirini tuko pale pale VIPB itakuwa ni shilingi elfu thelathini bado na yenyewe ni pale pale, ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi laki mbili na elfu hamsini. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu kuweka oda na kununua tiketi zake. Kabla hatujatangaza platinum hii leo, tayari wale watu regular wa platinum walishaanza kuulizia kuweka oda na wengine kulipia. Kwa hiyo, yote ambaye anahitaji platinum, muda wa kununua platinum yake iki, ikiisha leo, atambua kwamba platinum itakuwa zimemalizika. Hatutakuwa na Tanzanite kwa maana lile eneo la VVIP, kwa sababu kuna wageni wengi kutoka FIFA na kutoka, wageni wengi kutoka kafu wanakuja kwa ajili ya mchezo huu.